Supu inapoletwa, kijiko cha supu ni duara, huku mbele kitumie. Sasa unapoanza kunywa supu, don't gulp. Mnajua gulping? Hebu gulp tusikie. Hey, unaona, umetengeneza mziki. Mtu anavuta supu, hiyo sio sawa. Unakuta mtu amevaa smart, supu anavuta Alafu kidogo nakuta anachokonoa pua na anafanya hivi. Mko kwenye dining table. Anapiga chafya na mikono, anafanya hivi. Wakati napkin ipo pale. Hiyo ni embarrassment. Na mwingine anapiga chafya mate anaruka kwenye chakula cha jirani. Unakuta mwenzako hagusi chochote, unamuuliza, mbona huli? Anakwambia nimeshiba, ni wewe umesababisha. kwenye supu kuna kisahani cha mikate kidogo tu. Mikate inapopita, chukua kipande kimoja, sio vipande sita, ile ni starter. Wanaume wana tabia hiyo, vipande saba vya supu na ile mikate ni kama hii. Wewe saba ya nini? Na bado ndio tumeanza na ule mkate using'ate kwa meno, kata na vidole, unaweka kipande. Chapati haikatu kwa meno, kwa mikono, vidole papu, unaweka kipande, ndio ustaarabu.